Warumi kumi, Warumi tano sidi ya kumi kwanzia tano mpaka paka ishirini na moja Mungu asifiwe tukaona mambo muhimu ambayo yanapaswa mkristo, unaposimama katika utimilifu wa Bwana utashinda Mungu asifiwe maana Kristo Yesu yeye ndiye mwaminifu na yeye alikuja kwa ajili ya uanzilishi baina yangu mimi na wewe Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaposimama katika uwepo wa Bwana utaona utukufu wa Mungu kukuwa msaada juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tu, kama una kitabu na kalamu, basi andika kichwa cha neno letu, kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe, kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama Mkristo unaweza jaji ama ukaanza wewe mwenyewe kujiuliza katika hii maisha ya yenye kumpendeza Mungu ni maisha ambayo yako viti? Bwana Yesu asipiwe. haya maisha ambayo napaswa nikaweze kuishi maisha yenye upendo napaswa nikawe vipi mbele za Bwana? Bwana Yesu asipiwe. Kristo yeye alikuja kwa ajili ya ukombozi juu yetu. Bwana Yesu asipiwe. Kristo yeye ni mwaminifu juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi yeye ni pendo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni pendo, aliweza kutukomboa sisi ili tukaweze kuwa watu wenye thawabu mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni watu tuwe na thawabu mbele zake, tunapaswa tukaweze kuwa wa karibu juu ya uwepo wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Maana Kristo yeye ndiye msaada na ndiye kielelezo juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alituachia mamlaka asipiwe, ametuachia maagizo asipiwe. Maana tukitazama katika wale wanafunzi wa Yesu Kristo asipiwe walikuwa na sababu na walikuwa na matumaini makubwa. Bwana asifiwe. Maana wakati Yesu alipokuwa amewachagua na kuwafanya kama watu wake, Bwana asifiwe, na tunaona kwamba akaweza kuwafundisha Bwana asifiwe, na alipokuwa ameyashika, na tunaona ya kwamba akaweza kuwaelekeza Bwana asifiwe, akaweza kuwatuma Bwana asifiwe, ili pia nao wakaweza kuwaleta wengine kwa Yesu Bwana asifiwe, wengine akaweza kuwaleta Bwana asifiwe tunaona kwamba akaweza kuenenda kwenesa sipiwe, akaweza kutembea miji na vijiji kwenesa sipiwe, kwenesa sipiwe, tena ili kuweza kuwabadilisha kwenesa sipiwe, na kuweza kukomboa, kunaweza kuinua wale ambao walikuwa hawawezi ili wakaweze kupata wokovu kwa Yesu asifiwe. Wale ambao hawawezi wakaweze kupata kukombolewa kwa Yesu asifiwe, katika zile woja ambazo walikuwa wakomezi wakizipitia. Lakini kwa sababu Mungu ni mwenye uweza, na kila anapofuata mtu yule na kuelezewa na kuambia habari zile njema zenye upendo, na kuna wakomba anapokubali na kukiri, basi upendo wa Mungu unakuwa awa ah, msaada ndani ya mtu yule wanawesawasifiwe na tukana ya kwamba akaweza kuona kwa tumaini, wanaesasifiwe na pia wale wanafunzi wao nao wakaweza kuwa na msimamo wanawesawasifiwe, hata wakati ule Yesu aga akawa anasafiri Bwana asifiwe. Akawa amewaaga Bwana asifiwe, ya kwamba mimi ninaenda Bwana asifiwe, lakini ile amana Bwana asifiwe, ile kitu ambacho nimekiweka ndani yenu ndani ya mioyo yenu Bwana asifiwe, nikaweza kishika na ikawe tawafu ikawe tabiti, ili mkaweza kusimama katika utimilifu wa Bwana, jina la Bwana libarikiwe. Mana Kristo niye ni msada juu ya maisha yetu, Bwana asifiwe. Siku ya leo ananifunza mimi na wewe, Bwana asifiwe, tunapaswa tukasimame vipi katika huu timinifu wa Bwana, Bwana asifiwe nyekelea mbele za Mungu, Bwana asifiwe, ili lile ambayo analitaka Bwana asifiwe, lile ambayo sisi tunalohitaji, unapoelekeza adia zetu mbele zake, yeye anakuwa msaada ndani mwetu, Bwana asifiwe, maana yeye ni mwaminifu Bwana asifiwe, yeye ni kielelezo Bwana asifiwe, maana sisi hatuwezi pigana anasastiwe, wala kushindana, lakini yeye ambaye ni mkuu na yeye ambaye ni muweza ndani yetu, na yeye ambaye anatutendea makuu ya ajabu yenye kupendeza juu yetu sisi, wala yeye asipiwe, maana yeye ndiye kielelezo na yeye ndiye mwamba ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe, tunapoliahudu jina la Mungu tunapolikiri na kuweza kuenenda mbele zake na kusema ya kwamba wewe ni Bwana, na umetukomboa umenilinda na kunisafisha hata nikakutumikie naye, kwa sababu kuna kujitoa kwako na kunyenyekea mbele zake, naye atakwa mwaminifu ndani yako. Haleluya, maana yeye ni msaada wa karibu juu yetu. Tusome Yohana 14, tuanzie tu ile mstari wa kwanza, tunaendelea tule polepole kitabu kile cha Yohana mlango wa kumi na nne taanza mstari wa kwanza na kuendelea. Inasema, sifata ike mioyoni mwenu mm. Namwamini Mungu, niaminini na mimi nyumbani mm. mwa Baba yangu na makao mengi mm. kama sivyo ningaliwaambia mm. maana mm. naenda kuwaandalia mahali mm. basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja mm. tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo mm. nami niendako, mwaijua njia. Tomaso mm. akamwambia Bwana, mm. sisi hatujui uendako, basi taijaaje njia? Yesu akamwambia mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalijua mimi, mngalimjua na Baba, tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha tuto, ya Yesu akamwambia, mimi nikiwepo pamoja nanyi siku hizi zote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 ambalo baba yangu nileta mbele za watu wako hawa, acha Bwana nikawe msaada, nikawe akiba, nikawe kiongozi baba. Kwa msikilizaji yule ambaye baba yangu anaenda sikia neno hili, acha Bwana nikaubariki na nikaujenge katika utukufu wako. Pokea sifa, kwa maana unastahili, katika jina la Yesu ushie mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. tutajifunza Bwana asifiwe. Ya kwamba Kristo yeye alikuwa na msimamo juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Na tukaona ya kwamba alikuwa na matamanio makubwa. Bwana asifiwe. Maana hata kuwaleta wale wanafunzi na kuwakubali kuwachagua na kuwafundisha nao walipoyashika na kuweza kuwatuma. Bwana asifiwe. Ili pia nao naona ya kwamba wakaweza kuwa ah, pia nao ni vielelezo mbele za wengine. Bwana asifiwe. Ili nao wakaweza kuwa chanzo cha kuweza kuwaleta hata wengine kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa Yesu so asifiwe. Lakini tazama a, katika neno letu la leo jinsi ambavyo tunafundishwa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa Yesu asifiwe. Tutaishije? Kwa Yesu so asifiwe. Hapa tuko na msimamo gani katika huu utukufu wa Bwana? Tunapaswa kusimama vipi katika huu utimilifu wa Mungu kwa Yesu asifiwe. Lakini tazama, wakati ule Yesu alipokuwa na wanafunzi wake aliwafundisha na kawaonya mambo mengi kwa Yesu asifiwe. Lakini wakati ule akiondoka, aliweza kuwaaga kwa Yesu asifiwe. Lakini mbona ya kwamba kuna wengine katika mambo yale waliokuwa wakiyatenda wakiyafanya, wengine walikuwa hawawezi kusadiki ya kwamba kweli huyu Yesu anaenda kule na kutuacha Bwana asifiwe. Tena anasema ya kwamba unaenda na unatuonyesha njia, njia hizi ambazo unataka kuzijua ni njia zipi? Bwana asifiwe. Lakini Yesu anasema mimi si nilikuwa pamoja nanyi tokea mwanzo? Bwana asifiwe. Lakini nimekuwa pamoja nanyi, kwa nini leo hii Nataka kuuliza tena. Unaweza asipiwe. Ya kwamba ni njia hii. Unaweza asipiwe. Kama umekuja katika hekalu la Bwana, unaweza asipiwe. Na umekuja kwa ajili ya kanisa. Umekuja kwa ajili ya kusikia neno na Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linakuwa linakuwa msada ndani mwako. Unaweza asipiwe. Kwa sababu unapolishika, unaweza asipiwe. Na kulitenda kwanza kufuata maagizo, itakuwa msada ndani ya maisha yako. Unaweza asipiwe. Hivyo watu wao wakaya wanamuuliza Yesu, unaweza asipiwe. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa na matamanio makubwa Ha, akaweza kuwajibu. Ilikuwa pamoja naye, wanaweza asipiwe, ilikuwa pamoja naye na, na, na, tazama anaendelea kusema ya kwamba, msifadhaike mioyoni mwenu, mna mwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo singaliwaambia. Bwana asifiwe. Kwa sababu tokea pale zamani nilikuwa nanyi. Bwana asifiwe. Na nikawafundisha, nimetembea nanyi miji na vijiji kila mahali. Bwana asifiwe, na kuweza kuwaona na kuweza kuwafundisha na kuyashika yale ambayo ni yenye utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Lakini kwa sahihi hamwezi kusadiki, kwa sababu mimi naondoka. Bwana asifiwe. Simameni imara, ili mkaweze kushindana Ukaweze kushinda na ukaweze kupata tuzo katika utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana Kristo yeye anakuwa mwaminifu na anakuwa kielelezo ndani mwetu Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba kila tunapoliomba, kila tunapoomba hoja kwake, naye anakuwa msaada ndani mwetu Bwana Yesu asifiwe. Msifadhaike mioni mwenu, muna mwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu muna makao mengi, kama sivyo singaliwaambia. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa anapatia utimilifu na uweza ili wakaweza hata k uh, Yesu anapoondoka anapowaacha asiweze kuacha tu, lakini neema ya Mungu ile hekima ya Mungu uwepo wa Mungu ukiwa ndani mwao na kuweza kutafakari naye, Mungu anakuwa msada ndani mwao. Bwana Yesu asibiwe. Maana Kristo Yesu yeye ndiye kielelezo juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asipiwe, tunapoiita jina la Bwana na kusema ya kwamba yeye ni mkombozi na alikuja kwa ajili yetu, naye anakuwa mwaminifu juu ya maisha yetu. Bwana asipiwe, maana tumejitoa kwa ajili yake. Bwana asipiwe, na kunyenyekea kwake. Bwana asipiwe. Hivyo basi, kwa sababu tumenyenyekea mbele zake, yeye anakuwa msada ndani yetu. Bwana asipiwe, maana anasema ya kwamba sisi tunapokaa ndani yake, naye anapokaa ndani yetu, lolote ambayo lile ambayo ambele, tunayoliomba kutendea unaweza sipiwe. Je, lile jambo ambalo mpenda ungetaka kutendewa nijamba, njini, nmaika, njeseka, pwama, ni jambo gani unaweza sipiwe, kwa sababu labda umelia kwa siku nyingi unaika umeteseka, unaweza sipiwe. Lakini anasema ya kwamba yeye ni msaada, unaweza sipiwe. Tena yeye ni kiongozi, unaweza sipiwe. Lile jambo lakini unapolelekeza mbele zake, yeye ni msaada na tukuwezesha. Amen, Haleluya. Maana yeye ndiye msaada wetu wanaweza asipiwe. Yeye ndiye mwaminifu juu ya maisha yetu. Wanaweza asipiwe tena, nasema ya kwamba basi, mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mweko. Wanaweza asipiwe, baada umeyashika na kuweza kuziendea zile njia za Mungu. Wanaweza asipiwe, ufuate yale maagizo. Wanaweza asipiwe, na kuweza hata kuhubiria hata wengine. Wanaweza asipiwe ili hata wakati ule ule mjapo na kuwachukua mahali pale ambapo nimepanga, siwezi kumwacha hata nyinyi, nanyi mtakuwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe, tutakuwa pamoja naye kwa ajili ya utimilifu wake. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu yeye ndiye alfa na omega namega. Bwana Yesu asifiwe, yeye ndiye mwanzo. Bwana Yesu asifiwe, na mwisho. Tunapoliabudu jina lake na kulitukuza, basi anakuwa mwaminifu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoliita jina lake, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwenye nguvu, yeye ni mwenye utukufu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunapokuwa kielelezo kwa Bwana, naye Mungu anakuwa msaada juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Labda unaweza sema kwamba katika changamoto hizi ambazo nazozipitia mimi, kweli Mungu ananiona? Katika labda huduma hii ambao a, nina ninaieneza ama huduma hii ambayo ninaifanya kweli Mungu ananiona. Wanaweza asifiwe. Labda napitia katika changamoto nyingi. Wanaweza asifiwe. Kweli Mungu ananiona, lakini Mungu yuko kwa ajili yako. Haleluya, Mungu yuko kwa ajili yako. Wanaweza asifiwe. Mungu yuko kwa ajili yangu. Wanaweza asifiwe, kwa sababu yeye alikuja kwa ajili yetu sote. Wanaweza asifiwe ili akaweza kuja kufa na kuweza kuondoa kwa ajili ya dhambi zetu ili tukaweze kusimama katika utimilifu wa Bwana. Mungu asifiwe. Tena tunaona ya kwamba akaweza kutupatia hata aa, akaweza kutupatia hata ufahamu. Mungu asifiwe, ili hata pengine labda unapotenda kinyume, lakini kwa ajili ya kumurudi na kunyenyekea na kuwa na mazi kwa yale ambayo unayatenda na, na kuweza kuomba msamaha mbele zake yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaoli, tunapoliabudu jina la Mungu, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwenye nguvu, yeye ni mwenye ushindi juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Uweza wake na utukufu wake unatamalaki juu ya maisha yetu, maana nasema ya kwamba nami niendapo endapo, waijua wa njia. Tomaso akamwambia Bwana sisi hatuijui, hatujui, hatujui uendako, basi twaijuaje njia? Unaweza asipiwe, sita akajibu akamwambia Yesu, Yesu akamwambia mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asipiwe, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tunapokuwa na matumaini ya kwamba Yesu ndiye njia, Bwana asifiwe, ya kweli na uzima. Bwana asifiwe. Hata yale ambayo tunayafanya, lakini unaporudi na kwa ajili ya kunyenyekea mbele zake naye anakuwa msaada juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe, maana anasema ya kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tumwamini Mungu wapendwa, maana yeye ndiye msingi imara katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe, yeye ndiye msingi imara katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe, maana yeye ndiye kielelezo. Bwana Yesu asifiwe. Tukitazama katika a ah, pale zamani katika hili agano la Kale, wanaweza asipiwe, watu wa nyakati zile, ah, manabii na watu wale waliokuwa wakiishi, tunaona ya kwamba walikuwa wanaishi kwa wakati, ah, ama wakati ule ulikuwa ndio wakati wa sheria, wanaweza asipiwe kwa sababu zile sheria, mtu hata kwa labda alimefanya kosa, wanaweza asipiwe lile ambalo ah, nilikuwa likiamuriwa hilo hilo ndio ambalo lilikuwa linafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tazama wakati wa Yesu alipokuja na kaweza kukomboa, Bwana asifiwe. Lakini hata mtu unapojikuta kwamba uko mahali sahihi, lakini unaporudi kwa ajili ya kunyenyekea mbele zake, naye anakuwa msaada ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana tazama wakati ule ukifanya kosa maybe uno wao, Bwana asifiwe. Lakini kwa wakati huu, Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuja kubadilisha maisha yetu ili tukaweze kuwa na utimilifu wa Bwana tukiweze kuishi maisha yenye upendo, asipiwe. Maisha yenye kumpendeza Mungu, maisha yenye ambayo yanayo matumaini juu yetu, asipiwe, kwa sababu tukiwa na matumaini mbele za Mungu, Kristo naye anakuwa mwaminifu ndani mwetu. Jina la Bwana litukuzwe. Tunapoliita jina la Mungu, tunapomuita Mungu ili awe ndani yetu, naye anakuwa msaada ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe, tusivunjike moyo, tukajiona labda kwa wakati huu vile ambavyo tuko. Bwana asifiwe, ya kwamba labda tunaponyenyekea ama Mungu kweli anatuona? Bwana asifiwe, la hasha! Yuko mtetezi, yuko mwenye kutenda makuu, yuko mwenye kubadilisha, yuko mwenye kunibadilisha, yuko mwenye kutuhuisha, ili tuweze kusimama Bwana jina la Bwana libarikiwe, maana yeye ndiye kielelezo, yeye ndiye msingi imara, yeye ndiye jemedari juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nipose tunapoliita jina lake, naye anakuwa mwaminifu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoliabudu jina lake, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwenye nguvu, yeye ni mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, mimi nimetokoa tume kwa kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote ni mali yangu. Bwana Yesu asifiwe, sisi tu mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka anasema hivyo ya kwamba tunapokaa ndani ya Kristo, yeye naye anakaa ndani yetu na anatenda yaliyo makuu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujichue, tujitambue ya kwamba yeye ni mwaminifu, na wakati ule nimeenda ametuachia makaa. Unaweza asipiwe. Na pia ametuachia msaidizi. Unaweza asipiwe. Na msaidizi yule ni yule ambaye yuko ndani mwako. Unaweza asipiwe, Roho Mtakatifu ambaye anakuwezesha na anakuongoza katika kila njia zile ambazo unazipitia. Unaweza asipiwe. Na unapozifuata njia zake na kuzifuata kanuni zake, basi utapata utimilifu wa Mungu, ukitenda makuu ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ndiye msaada. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye kielelezo kwetu Bwana Yesu asifiwe. Tunaponyenyekea mbele zake, Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa wenye kutenda yale anapendeza, naye anakuwa msaada juu ya maisha yetu Bwana Yesu asipiwe. Maana yeye ndiye mwenye nguvu juu ya maisha yetu Bwana Yesu asipiwe. Tuko pamoja, halo, naenda mbio mbio, halo, naenda mbio mbio. Hapa tuko pamoja, tunaelewana? Bwana Yesu asipiwe. E, na nambili unaweza nioshea mkono tu ukaniambia ni kweli, lakini ah, mtumishi